Hii ni Network channel, usisahau kusubscribe. Habari za wakati huu, marafiki zangu. Leo nataka kuzungumza na ninyi kuhusu kutokuacha kile unachokusudia kukifanya kwa nia njema ambayo italeta matokeo chanya kwa kile unachokifanya, iwe biashara, iwe elimu, au nafasi yoyote ya kimaisha na kadhalika. Lakini ukweli ni huu: Njia ya kuelekea kwenye mafanikio haina mazulia mekundu. Ina milima, ina mabonde, na ina nyakati ambazo utahisi kuchoka kiasi cha kutaka kuachia kila kitu. Ni hivi, usiache mpaka kieleweke. Kuna muda, maumivu ya kuanza upya ni makubwa kuliko ya kuendelea. Kila unapofikiria kuacha, kumbuka ni umbali gani umetoka. Ukikata tamaa leo, utarudi pale ulipokuwa jana na kesho utajuta, kwa nini hukuendelea kidogo tu. Maumivu ya kujaribu ni ya muda mfupi, lakini maumivu ya majuto ni ya maisha yote. Ni hivi, giza huwa nene zaidi karibu kunapokucha. Mara nyingi changamoto kubwa zaidi hutokea pale unapokaribia kufika kwenye mafanikio. Usikubali kurudi nyuma. Kiuhalisia, wewe ni shujaa wa hadithi yako. Hakuna mtu aliyewahi kukumbuka kwa sababu alianza jambo fulani, lakini watu hukumbuka kwa sababu walimaliza walichokianza. Dunia haishangilii waliojaribu na kuacha, inashangilia walioanguka na kusimama tena. Wito wangu kwako, inawezekana hivi sasa mambo hayaendi unavyotaka, pengine watu wanakucheka, pengine rasilimali zimeisha, au pengine nafsi yako inakwambia uwezi. Leo nakuambia hivi: pumzika kama umechoka, lakini usikate tamaa. Badili mbinu, lakini usibadili lengo. Jipe moyo mwenyewe kwa kusema, hata iweje sitoacha mpaka nione mwisho wa jambo hili. Kiuhalisia, mafanikio si bahati, ni matokeo ya uvumilivu. Ukiamua kutokuacha, tayari umeshinda nusu ya vita. Simama. Jifute vumbi na piga hatua nyingine. Kumbuka, mshindi ni yule aliyokataa kukubali kushindwa.